Sai kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sisi leo kuweza kusanyika hapa kwa ajili ya sherehe hii ya wanawake duniani, lakini pia niwashukuru kwa kunipa nafasi ya kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ambayo tunayafanya kwa ngazi ya mkoa hapa Mwanza, tukiwa tunafahamu kwamba tarehe nane yani, kesho kutwa itakuwa ni maadhimisho ya kitaifa na mgeni rasmi atakuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule Arusha, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru kamati ya maandalizi kwa zawadi nyingi nyingi ambazo mmezitoa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila shaka wanawake wa Mwanza wa mmeheshimu na kumheshimisha Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan asanteni sana. Nami pia niungane kuwashukuru pia kwa zawadi ambazo mmenipatia mimi na familia yangu katika siku hii adhimu ya leo. Tunawashukuru sana, kwani kutoa ni moyo, sio utajiri. Kwa hiyo ni zawadi hizi ni chachu kwetu kuendelea kuwatumikia wananchi wa mkoa wa Mwanza. Ndugu zangu wanawake wa mkoa wa Mwanza, kama ilivyo ada ya kila tarehe nane ya Machi ya kila mwaka, taifa letu linajumuika na mataifa mengine duniani katika kuadhimisha siku hii ya di. ni kukumbushana wajibu wetu kwa kutathmini mafanikio na changamoto zilizopo katika jitihada za kutoa fursa sawa kwa wanawake na wanaume kushiriki katika bila ubaguzi wa kijinsia. Leo hii tunapoadhimisha siku ya wanawake duniani, naona Tanzania ikiwa katika taswira mpya na ya kipekee duniani. Ndugu zangu, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni wanawake na wasichana 2025. i tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kauli mbiu hii ina lengo la kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki na ajiwa wanawake wasichana na wanaume hususan wanawake wa mkoa wa mwanza kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka ishirini ishirini na mbili idadi ya watu katika mkoa wa mwanza ni takriban milioni tatu na laki sita na wanawake wako milioni moja laki nane tisini na saba elfu mia sita themanini na tisa huku wanaume idadi yao ikiwa ni milioni moja hivyo na wanawake kuwa ni wengi zaidi katika mkoa wa Mwanza kwa idadi ya wanawake elfu tisini na tano mia tano na sita. Kwa hiyo hili ni kundi kubwa, na wanawake ni jeshi kubwa, na likitumika vizuri ni chachu ya maendeleo kwa taifa na uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo, ndugu zangu, serikali imeendelea kutoa kipaumbele katika masuala ya jinsia na uongozi ambapo mkoa wa Mwanza una wanawake viongozi walio katika nyadhifa za serikali na za kisiasa. Kwa wastani wa ngazi zote, tuna waheshimiwa wakuu wa wilaya watatu kutoka wilaya za Nyamagana, Sengerema na Misungwi, ile hufanya jumla yao kuwa na asilimia arobaini na tatu. Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Mwanza na wanawake kwa ujumla mlioko katika viwanja hivi vya Nyamagana, Serikali ya awamu ya sita imeweka mazingira mazuri ya kuimarisha kipato cha wananchi wote kupitia mifuko ya maendeleo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambapo kwa sasa dirisha la mikopo limefunguliwa Oktoba mwaka 24 fedha zilitengwa, na kwa mwaka 24 25, katika mkoa wa Mwanza shilingi bilioni 12.4 ambapo asilimia nne ya wanawake ni shilingi bilioni nne nukta tisa hizi ziko tayari kwa ajili ya mikopo kwa ajili ya wanawake na watu wenye ulemavu. Hadi sasa katika halmashauri zetu kunazo fedha shilingi bilioni mbili nukta nne kwa ajili ya watu wenye ulemavu bila kuzingatia jinsia zao, na nitoe wito kwa walemavu kuchangamkia nafasi hii na walemavu wanaweza kukobesheka sio lazima wawe katika vikundi. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa mwaka ishirini ishirini na moja serikali imeendelea kuboresha vituo vya kutolea afya zahanati, vituo vya afya na hospitali vikiwa mia tatu ishirini na moja na mwaka ishirini na tano vituo vya kutolea huduma kwa sasa tunamo mia tano arobaini na tisa katika mkoa wetu. Jumla ya wataalamu wa afya elfu tatu mia mbili na moja wameajiriwa katika kipindi cha mwaka 2021 - 2025 kwa hivyo kufanya maendeleo ya sekta ya afya kuwa makubwa sana. Afisa ununuzi ni wanawake, lakini wanapotoa tenda hivi hawazingatii sheria ya kutoa asilimia 30 kwa wanawake wenzao? Sasa hii ni roho mbaya, na roho mbaya haijengi. Kwa hiyo wito wangu kwa maafisa ununuzi wote okay. mwalikuwa wanawake kiuchumi na kuwafanya waweze kukimbia sanjari na wanaume ambao kwa muda mrefu walinufaika na sheria mbalimbali lakini pia kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Mwanza ninapenda kumshukuru zaidi rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutupatia fedha nyingi kiasi cha shilingi trilioni 5.6 kati ya mwaka ishirini na moja na ishirini na nne fedha hizi zote so zimetumika katika kuimarisha na kujenga miradi mbalimbali ya maendeleo Kwa maana hiyo, nitumie fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri anayoifanya katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kuimarisha uchumi, lakini pia rais la wetu ameimarisha amani na usalama. Tanzania wote kwasahidi wanasema ukiona maelea vimeundwa. Kwa hiyo ukiona taifa letu lina usalama, ukiona wanawake wanakopesheka kupitia vikundi vyao, mjuweni kwa sababu Rais Samia na serikali yake wapo kazini. Basi tuendelee kuunga mkono Rais Samia, na sisi watumishi na watendaji wa serikali siku zote kuyatii maelekezo lakini pia kuzingatia yale maagizo ya rais Samia katika utendaji wetu. Kuna imani la rais Samia, watanzania wana imani na rais Samia. Tuendeleni kumtia moyo, tuendeleni kumunga mkono, na mimi nina hakika kwa uwezo sumungu, wa mwenyezi Mungu, rais Samia atarejea tena madarakani baada ya uchaguzi wa mwezi wa kumi, kwa sababu aliahidi na ametekeleza na mambo yanayofanya yanaonekana kwa macho nyonge nyongeni, lakini ya haki yake peni. Kwa hiyo wanawake wana uwezo mkubwa, pendeni kushirikiana nao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Nawatakia kila la heri wakina mama wote wa mkoa wa Mwanza, akiwemo mke wangu, lakini pia akiwemo mama yangu Bi Halima ambaye ambaye komolidi akisherekea siku ya wanawake.